Kumekuwa na taarifa zinazodokeza kuwepo kwa baadhi ya watu wanaojaribu kuwasilisha vyeti vya kugushi au nyaraka zisizo halali kwa lengo la kujipatia usajili wa vitambulisho kinyume na taratibu. Tunapenda kusitiza kuwa jambo hilo si tu linakiuka maadili ya taaluma ya habari, bali pia ni makosa ya jinai yanayoadhibiwa no, kwa mujibu wa sheria ya nchi. Eh, hili nalo ningeweza kusisitiza kwa sababu hii habari kwamba tutafika wakati ambapo tutakuwa na, na waandishi watatakiwa ku kukuwa na elimu na kiwango fulani kinaeleweka imezungumzwa sana. Sasa kwa ajili hiyo kuna wengine wamejiandaa kwa njia zilizo tofauti tofauti, wameamua kutafuta, uh, shortcuts ili kutimiza hilo. Eh, bodi yetu imekaa vizuri sana na pamoja na msaada wa kitaalamu wa serikali eh, hatutapenda tuchezewe kwa upande huo. Mimi ningependa kuonya hapo, na tusingefika bahali ambako tungependa kujaribiwa. eh, mtu akisema amefanya majaribio akaingia kwenye hali ambayo itamfanya ahuzunike, asitulaumu.